aonea huruma hata wenzetu walioenda chauma ambao wamedanganywa kwamba kuna majimbo wamewaachia, lakini kama mmemsikiliza waziri wa, wa fedha amesema kabisa kwa uwazi bungeni kwamba sisi emitashinda majimbo yote, na majimbo yako mia mbili sabini na mbili kwa sasa. Sijajua hawa wenzetu wa chauma wamewaachia majimbo gani? Ndugu zangu usipoungana na, na, na serikali dhalimu ya Chama cha Mapinduzi, maana yake huwezi kuwa kiongozi wa taifa hili. Tumepokwa madaraka wananchi, na baadaye nitazungumza tufanye nini ili tuweze kuyarudisha madaraka ya wananchi kutoka kwa watawala. Mapito ambayo chama chetu CHADEMA kinapitia ni mengi sana ukiyahesabu, uki sasa hivi yanakaribia kumi kumi na kitu, na bado mengine ambayo waliyaandaa. Lakini haya mapito yote ambayo CHADEMA inapitia kuna sehemu yanapikwa, yakishapikwa, lengo lake ni kuidhoofisha CHADEMA kwa sababu CHADEMA ndio imeonekana kuwa na nguvu ya kuwasemea wananchi na chama chochote kinachowasemea wananchi ndicho kinachokubalika na wananchi. Na chama chochote kinachokubalika na wananchi ndicho chenye haki ya kushika dola, ndicho chenye haki ya kuunda serikali. Na ndiyo maana Chama cha Mapinduzi na serikali yake wanapambana zaidi na Chadema kuliko vyama vingine. Vyama vingine hivyo mpaka vinachangiwa ndege ili vizunguke lakini, ni kama geresha tu. Lakini hapa vita kubwa ya serikali ya chama cha mapinduzi ni CHADEMA. Nikupe mfano tu kidogo, leo hii wamesimamisha ruzuku ya CHADEMA. Nia ni kukomoa tu CHADEMA isiweze kufanya majukumu yake ya kwenda kupeleka kampeni ya no reform No election. Wameanzisha vitu vingi baada ya kusimamisha ruzuku, nyuma yake wamempa mwenyekiti wetu wa chama taifa kesi ambayo asiposhinda ni kunyongwa, kesi ambayo wamekosa ushahidi mpaka leo nazungumza, ni miezi miwili na siku tatu zimepita, maana yake siku sitini na tatu bado mahakamani eh, hawaleti ushahidi. Jamhuri imekosa ushahidi juu ya kesi hii, ni kupiga karenda, ni kuongea vitu vingi ambavyo havina hata msingi. Wameandaa kanuni za uchaguzi ambazo lengo ni kutaka serikali yazizi mibaki madarakani, na niwakumbushe tu Chama cha Mapinduzi na serikali yenu tangu mwaka elfu mbili na nane Mungu alishaikataa serikali hiyo na chama hicho, na mtu yeyote mwenye uwezo wa kuwapigania wananchi hawezi kuwa katika chama cha mapinduzi. Chama cha mapinduzi, ukiwepo huko unaenda kushiriki dhambi ambayo hukupaswa kuifanya. Kwa mfano mikakati yote ya kuiba uchaguzi mnaifahamu, alafu leo unasema mimi nitakuwa mkombozi wa wananchi kupitia sisi, kwa ni washauri tu. Wanasiasa mlioko Chama cha Mapinduzi, kwa maana ya wabunge, madiwani na wengine, mkapata uwaziri, wengine ni wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, kama mna nia ya dhati ndani yenu Ondokeni kwenye chama kiovu hicho ili mkawatumikie wananchi kwenye chama ambacho wananchi wanakitaka. Si tu wananchi peke yao wanakitaka, lakini hata Mungu anaitaka Chadema, kwa sababu inafanya vitu kwa haki, na naweza nikakudhihirishia tu kwa mambo kadhaa kwamba Mungu anaitaka sasa Chadema. tumeshaona mashirika mbalimbali yanayotetea mbali haki za binadamu wameungana na Chadema Yandani ya ndani ya nchi na nje ya nchi, dini mbalimbali mbali, ambazo ndio, ndio ishara ya kumwona Mungu, ndio njia ya kupitia kwenda kwa Mungu, zote zimekikataa chama cha mapinduzi kwamba hakitendi haki. Sasa wewe ni nani ambaye utabaki chama cha mapinduzi na ukaendelea kusema kinatenda haki? Kwa kwa ushauri wangu wa haraka haraka ni washauri wanasiasa wote mlio na ndoto kubwa ya kuwatumikia wananchi mlioko CCM, ondokeni huko, muungane na chama ambacho Mungu anakitaka ambacho ni Chadema. Leo kuna matumizi mabaya kabisa ya jeshi la polisi kuwadhibiti Chadema. tunaandika barua za mikutano, tunazuiliwa siku ya mwisho. Yote haya ni hofu, kuwaogopa waliowaweka madarakani, marapc maocd maocs eh? Wote wanaogopa kwa sababu wanaogopwa kuondolewa kwenye nafasi walizowekwa. matumizi mabaya ya mahakama Mahakama sasa hivi haifuati kile ambacho sheria inataka, hakifuati kile mahakama ina, ina, ina, kanuni zinataka. Wanafuata maagizo walioagizwa kwamba hakikisheni hapa mnafanya kama ambavyo sisi tunataka. Niwape tu mfano, mimi nimehudhuria kesi zote mahakamani tangu mwenyekiti kiti wa CHADEMA amekamatwa kwa kesi hii ya uhaini awamu hii ya mwisho ya tarehe mbili mwezi wa sita, kawaida ya mahakama anatangulia mtuhumiwa analetwa mahakamani, baadaye anaingia hakimu au jaji, akishakaa kwenye kiti ndipo mahakama inaanza. Lakini kwa tiripu hii waliweka mtego mlango huu anaingia mtuhumiwa, mlango huu anaingia hakimu, ili mtuhumiwa asisalimie. Na aliposalimia alionekana ametenda makosa makubwa sana. Kesi nzima ya tarehe mbili ililenga kutaka hukumiwe kwenye kipengele hicho kidogo cha kusalimia wanachama waliokuwepo mahakamani. Ndio maana tunasema mahakimu, majaji, jeshi la polisi mahakama zote na vyombo vyote vya uteuzi vya kimamlaka vyote vimeshikwa na serikali ya Chama cha Mapinduzi, ndicho kinachowaongoza wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wakurugenzi, watendaji wa wakata vijiji, madasi wote, kwa sababu ni makada wa Chama cha Mapinduzi, wanatumia nafasi zao kukandamiza vyama vya upinzani huko waliko. Kwa hiyo ndugu zangu, tupo kwenye wakati ambao ni mgumu kuliko tunavyofikiria. Ndio maana tunajitoa kusema haya, na tunapojitoa kusema haya, msifikiri tuko salama. Tunajitoa kusema haya tukijua kabisa kwamba yatawakwaza watawala, na kwa sababu watakwazika hatutajali makwazo yao na tuko tayari kupitia mapito yoyote waliyopanga tuyapitie ili tulifikie kusudi la Mungu. Kwa katika maeneo ya siasa, siasa ya Tanzania imeharibiwa na CCM na serikali yake kwa kuwa maeneo hayo niliyoyasema yanadhihirisha jinsi ambavyo serikali ya Chama cha Mapinduzi imeharibu siasa. Leo siasa ambayo watu wanaitumainia siasa ambayo ndio mfu, inajenga uchumi, siasa ndio inayofanya kila kitu kwenye taifa hili imeharibiwa na chama kimoja. Baada ya kusema hilo la la la la la ki kisiasa, nizungumze kwa sehemu kuhusu uchumi. Bila uchumi mzuri hakuna maisha mazuri. Watu wachache kwa sasa ndio wana wanamiliki uchumi wa Tanzania hasa hasa viongozi hao hao wa serikali ya chama cha mapinduzi, ndio wengi tunawaona matajiri, ndio tunaowaona waamue kipi kifanyike, ndio wanaopanga bei za mkulima za mazao. Tumeona Bashe, waziri wa kilimo, anazunguka maeneo mbalimbali kupanga bei za korosho, bei za tumbaku bei za mahindi kila mahali. Kwa maana hiyo, wananchi hawana sauti kabisa kabisa, hatuna mamlaka kwa uchumi. Pia umeingiliwa vibaya sana kisiasa, wamewapa wageni mali zote za taifa hili, ambayo ndio chanzo cha mapato ya taifa letu, mbali na vyanzo vingine. Hebu fikiria, badala ya kusomesha vijana kuhusu masuala ya bandari waje waendeshe bandari wenyewe. Leo hii bandari wamepewa wageni DP World, kainchi kadogo kenye watu milioni kumi ndio kamepewa bandari. Ni hatari sana, wakati sisi tuko milioni sitini na kitu, eti tumekosa wataalamu wa kuendesha bandari yetu ya Dar es Salaam ambayo ndio rango la uchumi katika taifa hili. Hebu fikiria reli ya Tazara eh? wamepewa wachina kwa miaka thelathini, kwamba sisi tumeshindwa kuiendesha hiyo reli ya Tazara. Tatizo ni kwamba watawala wanataka kujinufaisha mapema na familia zao. Angalia maeneo mengi, mbuga za wanyama wamepewa Waarabu, ndio wawindaji wa maeneo yale. Migodi wamepewa Wachina na Waarabu maeneo mbalimbali, kiangalia misitu yote imevamiwa na Waarabu. Sijui tunakwenda wapi na taifa letu. Angalia viwanja vya ndege wamepewa wageni, ndio wanaoendesha viwanja vya ndege. Kama ule mfano uwanja wa Kia Kilimanjaro International Airport inaendeshwa na wageni na unalazimika kulipa dola hamsini na tano kila unapotua au, au kupaa kupitia uwanja wa Kilimanjaro wa Kia, ni hatari sana. Leo wananchi, wafanyabiashara, mumepewa makodi rukuki, watu hawatamani kuwa wafanyabiashara sasa hivi hawatamani kabisa kwa sababu serikali imepandikiza makodi huko. Kodi zenyewe zinakusanywa, zinatumika vibaya, siejia na kagua naleta, hakuna anayewajibika. Sasa kama wewe ni kiongozi, watu wanatakiwa wawajibike, mwisho wa siku hawawajibiki, maana yake wewe, ambaye umeshindwa kuwawajibisha, ndio unayetakiwa kuwajibika. Na ndio maana CHADEMA tumekuja na sera ya no reform No election ili tuwaondoe viongozi ambao hawawajibiki kisawasawa kwenye taifa hili. Baada ya kanuni na taratibu za uchaguzi kubadilika, tuna uhakika sisi tuna uwezo wa kushinda kwa asilimia sabini, kuipita sisi na vyama vingine vyote.